Kwa sababu sisi tuna siasa moja ya kusimamia dini, maslahi ya dini, lakini tuna chombo sikiletwa Bakwata, pia tunasimamia chombo hicho na kingine. Hatuwezi kutoka katika kusimamia maslahi ya nchi, maslahi ya nchi au serikali iliyoko katika utawala Bakwata, hatuwezi kuondoka hapo. Alafu mambo mengine yatakuja, lakini mambo matatu ndio mambo makubwa sana, na ndio maana utaona hata katika hutuba zetu au mihadhara yetu au hata ile yangu kama utakuwa unaifuatilia, yeah. tunazungumza sana maswala ya amani yeah. Sababu so, sisi tunaijua nchi ilivyo, tunazungumza sana masala ya amani na uzalendo, watu kujenga uzalendo. Sasa mm. akili ya watu wengi wanafikiri labda sisi ni vibaraka, yani serikali inatutumia, natutumia nendeni huko mkasema hivi. Sisi hatutumiwi na serikali, sisi sisi wenyewe tunajua umuhimu wa kutengeneza jamii ambayo inajua umuhimu wa kuwa mzalendo katika nchi yako. Na hayo ni mafunzo katika dini kwamba mtu na Muislamu kamili ni yule ambaye ana uzalendo wa nchi yake. Tunajaribu kulifundisha hili, ili watu kuwatoa fikra za ndani ya nchi au nje ya nchi na kuweza kuleta ufisadi katika nchi. Lakini vile vile tunajua umuhimu wa amani. Bila amani, hakuna jambo litafanyika hata hayo mambo ya dini tunazungumza, misikiti, kuswali, kufanya hivi, kufunga mwezi wa Ramadhani, kwenda hija, hayupo haiwezi kukamilika kama nchi haina amani, haiwezekani. Ndio maana kizungumza nalikuwa Iringa juzi, e, nikazungumza kwamba mmoja katika mambo muhimu ambayo ndio muhimili wa, wa dini, kuna mambo matano lakini sisi kule Kairo katika mkutano wa mamufti tumesema haya mambo matano ni kweli: kuilinda dini, kulinda nafsi yako, eh, kulinda hishma, kulinda mali, vitu hivyo vyote viko katika hiyo misingi ya dini ambayo ndio inashiki, ndio, ndio, ndio makusudio ya sheria, ndio yako hapo, ndio kama eh, wanaita Kiarabu mahawir, yani mihimili. mihimili ya ya, ya dini mambo matano. Si tukisema tuongeze la sita? <laughs> wenzetu wamepita mashehe, wameweka hayo matano huko nyuma, miaka nenda miaka rudi. Kwa sasa kuna umuhimu wa kuweka jambo ingine la sita. Lipi? kulinda nchi, kwa sababu dini hatuifanyii mbinguni, dini tunaifanyia hapa hapa katika ardhi, kila mmoja na nchi yake. Sasa lazima kuwe na jambo jingine la sita ambalo linasimama katika kulinda nchi ili dini ifanyike.